Tulipata malalamiko kweli, tulipata malalamiko kutoka kwa uh, wafanya biashara. Malalamiko kwanza, mizigo inafunguliwa, lakini malalamiko ya pili, kwamba kuna uwezekano kwamba mizigo yao inaibiwa. Tulipata malalamiko rasmi tarehe ishirini na tisa Desemba, ambayo tarehe hiyo ishirini na tisa Desemba tukafanya kikao maalum na wenzetu. Nikizungumza wenzetu, sisi mamlaka ya viwanja vya ndege, kazi yetu ni kusimamia shughuli zote za uwanja wa ndege, lakini kuna kampuni mahususi ambayo inaitwa ground handling company, yaani kampuni ya kuhudumia ndege na mizigo, pamoja na wadau wa ulinzi na usalama, kuzungumzia kadhia hii Tuliwataka wenzetu wa ground handling company kufanya uchunguzi wa kadhia hii, lakini na sisi kwa upande wetu kama mamlaka ya viwanja vya ndege Zanzibar na wasimamizi wa shughuli za uwanja wa ndege tukasema tuunde kamati maalum ambayo iliongozwa na meneja wa security, kuangalia na kuchunguza kwa kina kadhia hii ili kujua chanzo cha kadhia kama hii. Tutajiuliza kwa nini tulia, tuliunda kamati. Utaratibu wa ndege zinapokuja zinapowasili, zinapo nchini huwa zinateremsha abiria, lakini vile vile zinateremsha mizigo. Uwanja wetu una kamera maeneo yote, lakini hakuna kamera ndani ya ndege maana mizigo inakuwa ndani ya ndege, tunaita baggage hold, yani eneo la kuhifadhia mizigo. Eneo la kuhifadhia mizigo ni eneo linalomilikiwa na shirika na shirika la ndege husika. Kwa ndege hizi kitaalamu, technically hazijawa equipped, hazikuwekwa uh, kamera za kuchunguza matukio katika eneo hilo. Kwa hiyo hili lilikuwa ni eneo la kwanza kwa nini tuunde kampani? Maanake wengine wanauliza kwa nini msione kwenye kamera. Hatuwezi kuona mpaka ndani ya ndege husika. Kwa hiyo kamati hii tulipa kazi kuu mbili, ya kwanza kwenda kukagua mizigo yote inayowasili na hasa hasa mizigo ya wafanyabiashara wanaotokea maeneo ya China na Dubai, lakini la pili kuhakikisha wale ambao wana toa huduma ya upakuzi wa mizigo wanakaguliwa wanapoingia katika ndege <coughs> na wanapotoka katika ndege ili kama kuna swala la wizi uweze kulibaini. Hiyo ni kwa ni hatua ya mamlaka vya ndege, lakini hatua ya pili tulimtaka mhudumu wa ndege, tunaita ground handling company, kuhakikisha kwamba watendaji wake wanavaa kamera tunaita body cam lakini vilevile inaweka kamera katika eneo lile ambalo tulisema hakuna kamera kwa mujibu wa design ya ndege. Kamati ilifanya kazi kwa muda wa mwezi mzima kuanzia tarehe mosi Januari hadi mwisho wa mwezi wa Januari ili kuona kama kuna swala lolote la wizi, swala lolote la ufunguzi wa mizigo na hali nzima ya mwenendo wa mizigo inawasili Zanzibar. Tulichogundua ndugu waandishi wa habari, tumegundua zaidi ya mizigo mia moja ambayo imewasili katika kipindi hichi ikiwa aidha imeharibika au imefunguliwa na imeharibika au kufunguliwa kabla ya kuwasili Zanzibar. Naomba nirejee jamani. Kamati imebaini imegundua kuna mizigo zaidi ya mia moja aidha imeharibika au imefunguliwa kabla ya kuwasili Zanzibar, kwa sababu tofauti ambazo nyingine pengine tunazifikiria, lakini nyingine hatuzijui. Hicho ndo ambacho tumekibaini, na nafikiri karibuni hivyo, wenzangu likuonyesheni baadhi ya matukio mbalimbali. Waandishi wa habari umeyaona, lakini na video fupi ambayo tumekuonyesheni ni ambayo imeonyesha mizigo ambayo imeathirika au imefunguliwa kabla ya kuwasili Zanzibar. Kwa hiyo nafikiri lengo letu leo ni kwanza kutoa hiyo clarification <coughs> yaani, ufafanuzi kwamba hakuna ushahidi wowote wa moja kwa moja hakuna ushahidi wote wa moja kwa moja kwamba katika uwanja wetu kuna wizi unaofanyika wa mizigo unaowasili Zanzibar. Hakuna uthibitisho tulioupata hadi sasa uliothibitisha kwamba kuna mzigo wowote aidha umefunguliwa au umeibiwa katika uwanja wa ndege wa Abedi Amani Karume. Kwa yale madai ambayo yamesemwa, yamesambazwa, ni uvumi upotoshaji na kwa kweli umeathiri sana image yetu kama nchi, lakini image ya uwanja wa ndege wa Abeid Amani Karume. Kwa sisi, tumelaani pengine limefanywa kwa kutokujua, lakini impact yake imekuwa kubwa kwetu, lakini inaweza kuwa kubwa kwa, kwa nchi kwa ujumla. Sasa swala ambalo linakuja lilofuata kwamba katika mazingira gani mzigo unaweza ukafunguliwa? Maana mwingine anasema basi Dubai ukafungua mzigo katika mizigo. Abiria anakuwa na mizigo aina mbili. Wakati mwingine scenario namba moja, abiria ana mizigo <coughs> wa hand luggage, kwa maana mzigo wa mkononi na na mzigo unaitwa check in luggage kwa maana mzigo wa kuingia, uko kwenye hold kwenye ilobe hewa la ndege. Hii mizigo yote miwili ina taratibu tofauti. Kuna baadhi ya vitu vinaruhusiwa kwa msafiri kusafiri navyo kwa kutumia mzigo wa mkononi, lakini kuna vitu haviruhusiwi kusafiri navyo kwa mzigo wa mkononi, lakini kuna baadhi ya vitu vinaruhusiwa kusafiri navyo mzigo wa mkononi lakini kwenye mzigo wa kuingia ndani ya ndege haviruhusiwi. Na mara nyingi watendaji wa mashirika ya ndege na wahudumu wa ndege, wa ndege huwa wanatoa maelezo hayo ya kutosha. Kwa mfano, katika mzigo wa mkononi utaambiwa huruhusiwi kutembea na kimiminika cha zaidi ya milimita mia moja. Huruhusiwi kubeba kisu katika mzigo wa mkononi, maana hata kama una chupa ya maji ile ya milimita mia tano ile hairuhusiwi kwa mzigo wa mkononi, lakini mizigo hii inaruhusiwa sasa. Pengine imekatazwa kwa mzigo wa mkononi, lakini inaweza karuhusiwa kwenye mzigo wa e. Kwa mfano, una, una pafumu yako nzuri tu, lakini na milimita mia mbili, inabidi ukaitia kwenye mzigo wa ndani ambao unaingia ndani ya ndani ya ndege.